Uh oh. Kaka za size. Salama. Unafika hapa. Niko naingia mkoani mara. Naenda kijiji cha pili. Haya panda. Oh my God. <laughs> Hivyo vitu babu ndio kwenye gari bwana. Bwana nauli ndio inakuruhusu, havikuhusu. So taratibu, shuka basi. Acha mnani yangu leo. Shuka. Shuka, shuka kupinga bwana, yangu bwana ndio nini na, na, na, na. Na shuka bana na, ungeniacha babu. Kwani zimetoa hela? Na umetoa nini ndio unatumia vitu vyangu?